Yani, unakuta mkaka kabisa kamtongoza mdada vizuri tu, kamwaga sera zake vizuri tu hmm. Dada watu kamwambia sawa, nimekuelewa, lakini siwezi kuwa na wewe kwa sababu nina mume wangu hmm. Sasa badala yule aishie hapo, unamsiketi anashangaa, eh, kumbe wewe ni mke wa mtu <coughs> wewe Kwani wewe ulimtongoza ngedele mpaka awe mke wa ngedele? Unavouliza huyo ni mke wa mtu. Wewe ulitaka awe mke wa twiga? Kwani wewe umetongoza nini? Umetongoza samaki mpaka awe mke wa samaki? Kitu unamuuliza kabisa, we ni mke wa mtu. Kwani we umemtongoza nani? si mtu? si lazima awe na mtu. Umeshaambiwa ana mume wake, unaanza kushtuka eti we ni mke wa mtu. Aa, ni mke wa gari? Si umelitongoza gari? Mke wa mtu oh. Mke wa mtu! Kwani we umetongoza nyoka mpaka uulize wewe ni mke wa mtu? Basi ni mke wa nyoka, au wewe ndio sio mtu?